Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Wakizungumza mara baada ya kuwekwa kwa jiwe la msingi katika mradi wa maji wa Ziwa Bassoutghang, wananchi wameelezea kero walizozipata kabla ya kujengwa kwa mradi huo. Hapo mwanzo tuliishi kwa, kupata tuliishi kwa shida kwenda kutafuta maji tunashuka huko ziwani, saa zingine uko mjamzito unapandisha na ndoo kichwani. Namshukuru Mheshimiwa mbunge kutuletea mradi huu wa maji, na kupata mradi huu wa maji sisi wa mama tutanufaika kutengeneza hata mbo, bustani za mboga. Uchotaji wa maji tulikuwa tunachota kwa kichwa kutoka basotoka kupeleka doloti E, shida tuliyopata ni kweli, tumepata tabu sana na watoto na mpaka sasa hivi tunashukuru msahada mliotuletea, na Mwenyezi Mungu amjalie Samia pam... Mbunge wa jimbo la Hanang, Samuel Hayuma, ameipongeza serikali kwa kuweka miundombinu bora ya upatikanaji wa maji safi. Wakati nimeshika tu ubunge wa jimbo la Hanang, maeneo mengi kilio cha maji kilikuwa kikubwa sana. Hapa kwetu kulikuwa na kilio, lakini maeneo mengine kilio kilikuwa kikubwa mno. Niwape tu mfano, pale Katesi mjini, wao wako mjini, walikuwa wanachota na kunda. Sisi huku tuna nafuu, si tunaenda nado, naenda nyamuru na choto. Na na, no, na tulikuwa na kisima hapa kwa mwalimu, jioni tulikuwa tunapata maji, lakini baadaye Meneja wa ruasa wilaya ya Hanang, Albert Kijazi ameelezea mradi huo umegharimu zaidi ya bilioni 1.5 ambazo ni fedha za serikali. Tunaishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji kijiji cha Hidet. Na kwa taarifa hii fupi, mheshimiwa mgeni rasmi